Changamoto kubwa inayolikabili bara la Afrika sio umaskini wala sio uhaba rasilimali, bali ni utumwa wa fikra. Fikra zetu zimekamatwa kiasi kwamba hatuwezi kuwaza nje ya misaada, na kama unavyojua misaada huzuia mtu kufikiri nje ya boksi. Misaada huondoa ubunifu na uwajibikaji. Misaada humfanya mtu ababwate na kusababisha umaskini endelevu. Kwanza kabisa anayepokea misaada hawezi kuhoja anayempa anachukua nini. Ajue ili msaidie nini? Kwa jina la misaada, Afrika inapokea zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 30 lakini inaibiwa zaidi ya dola 192 kila mwaka. Wazungu wanatoa misaada ili waendelee kula, hata kazi ya yue ni chisiara ni kudumisha ukimbizi endelevu barani Afrika. Heshima na ukarimu tunampatia mzungu ni mkubwa kuliko Waafrika wenyewe. Ukarimu wa mzungu unaanzia anapofika kwenye viwanja vyetu vya ndege. Upekuzi wake huwa si mkubwa ukilinganisha na ule wa Mwafrika. Hata viza wanagonga wakifika airport, na wakati sisi tunatuma maombi ya kwenda kwao mwezi mzima kabla ya safari na bado wanaweza kukunyima viza na pesa isirudi. Wakati sisi tunaiona Afrika kama bara la giza, wazungu wanaiona Afrika kama bara la ulaji. Tukienda kwao wanatuita wakimbizi, wao akija kwetu tunawaita watalii. Mzungu ametugawa wa katuwekea mipaka ambayo tunailinda kwa gharama ya juu kupambana na wahamiaji haramu. Ndugu yako wa Burundi na Somalia ni haramu, lakini mzungu ni mwekezaji. Wao hawana mipaka tena, wanaweza kuzunguka nchi zote za Ulaya bila viza. Sisi huku, kutoka nchi moja kwenda nyingine, unahitaji viza. Tukimkamata msomalia tunamwambia arudi kwao, kwani kwao ni wapi? Kila mtu anataka kwenda kuishi Ulaya na Marekani na kufanya kazi ambazo hazilingani na hadhi yetu. Tunapokwenda kwao, twendeni tukafanye biashara na si kuogesha wazee na kuzibwa mitaro. Sisi si kuogesha wazee bwana. Muziki unaosikiliza na lugha unayozungumza haviendani na Uafrika. Hata mwendo wako umebadilika, unachechemea kama kilema. Hayo ndo madhara ya mkataa kwao, na bado utaonekana chizi tu. Hiyo ni katika ngazi ya chini kabisa. Katika ngazi ya juu, Msukuma atageuka Mmarekani heleni sikioni, suruale chini ya makalio, viatu vikubwa utadhani tairi la trakta, na cheni mwili mzima utadhani minyororo enzi za utumwa, kumbe ni 50 senti wa maganzo bwana. Tunaochukia uafrika na ingewezekana kuumbwa upya bila shaka tungechagua kuwa wazungu. Siku hizi fashion ya kufuga mawigi kichwani yanayofanana na nywele za kizungu, tena mawigi ya gharama kubwa yanayonunuliwa hata na mtu asiyejua mlo ujao utatoka wapi, ili awe mzungu bandia na hilo ndio muhimu kuliko chakula. Mzungu bandia au mzungu kichaa, yaani ni bora kuwa mzungu kwa muda mfupi na kufa kuliko kuishi miaka mingi bila kuwa mzungu. Afrika tumekuwa soko, soko la ushoga na wigi. Wazungu wanatuangalia na kwa kuwa wanajua tunajidharau, nao hawana la na kufanya ila kutudharau. Ukiingia madukani, vitu vimejaa, lakini ni made ni China na hong Kong. Made ni Afrika ni matikiti ambayo yakikosa wateja yanaoza. Viwanda vyetu tumevifunga ili tununue kutoka nje. Unafunga kiwanda cha kuzalisha mafuta ya kula kwa sababu kuagiza ni rahisi. Kibiashara iko sawa, lakini kiafya je, nani anataka kujua? Huu si uchumi huria. Kumbuka hata mafuta ya nguruwe yanaweza kuwa vegetable oil. Utajuaje? Beberu akishaona una njaa, anajua huchagui, utakula mpaka magome ya miti na utayalipia kwa dola za Kimarekani. Afrika Tunaagiza majembe ya mikono nje, na wakati babu zetu ndiyo wavumbuzi wa chuma. Tunaambiwa msitengeneze, tutatengeneza sisi na nyie mtanunua kwa bei tutakayowapangia. Ukisikia biashara kichaa, ndiyo hii Afrika kuwa dampo la kila bidhaa kutoka nje. Hata hoteli zetu ni madampo ya wapishi kutoka Ulaya na Asia, na wakati wa Afrika hawana kazi, eti hawajui kupika. Hapa kuna mushkeri. Hapa ndiyo maana lugha ya uzawa inavutia sana kuisikiliza, hata kama inaudhi kwa kuwa na hisia za ubaguzi lakini kutafuta mpaka mpishi kutoka Uholanzi si kuwabagua wa Afrika walioko barani Afrika. Walituambia ili tuinue uchumi wetu, tunatakiwa kuondoa ruzuku na tukakubali. Wakati ng'ombe mmoja wa Ulaya anakula ruzuku ya dolari za Kimarekani kwa siku, sisi kuku wetu wanaishi kwa kula kinyesi, nguruwe analisha ya makombo yaliyobaki kwenye harusi, mbuzi nao wanazururazurura mitaani kama bodaboda boda. Halafu tunajiita wafugaji. Au hivyo? Kwa ufugaji huu tutauza nyama kweli huko soko la dunia? Hata kwenye timu zetu za mpira tunaamini makocha wa kizungu ndio kila kitu. Utasikia e, bwana, leta kocha wa kizungu, waweke vijana kambini, wapate msosi fresh, vijana watanoleka bila taabu, kisha tunakwenda kucheza kombe la dunia tunapiga bao. Lo, kwa mawazo mafupi namna hii tutaendelea kushabikia timu za nje tu bwana. Hata kufungua biashara ya kuuza nyanya mtu atakuambia anatafuta mfadhili. Afrika ina umri mkubwa, lakini akili bado inavalishwa nepi. Afrika inaendelea kuzaa maskini, watoto wadogo wanauza mili yao na wanunuzi wakubwa ni babu zao. Zamani babu aliitwe mwenga, siku hizi babu anaitwa bebi. Lakini haya ndiyo madhara ya kuacha Afrika na kuparamia kila kitu kutoka kwa wazungu. Maamuzi kuhusu maisha yetu, yaani tuishije na tufanye nini, yanafanywa London, Washington, Berlin Paris, Bonn, Belgium, na sisi tunapokea tu na kutekeleza bila kuhoji. Tumeunganishwa kwa lugha ya mzungu badala ya kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya Afrika. Kiswahili kinavutia bwana. Unazaliwa Afrika lakini lugha yako ya kwanza ni Kiingereza na Kifaransa, mtu mwenyewe mweusi kama mkaa, halafu unasema kwenu Omani shefu. Afrika inangoja wanunuzi, sisi tunawaita wawekezaji, wawekezaji kwenye mapori yetu wamejenga mpaka viwanja vya ndege huko, wanatua katika viwanja hivi vya ndege binafsi wanawinda watakavyo, kisha wanaruka. Sisi tunabaki kudua, twiga anavyopanda ndege hatuoni kuporwa. Maskini anaishi kwa kubahatisha ndani ya utajiri wa uhakika. Hana uhakika atakula nini, atavaa nini, atatibiwaje na atasomeshaje. Hana kesho yenye uhakika. Maskini anazaa sana kama spea, ili watoto wake wakipigwa na marale wasife wote wasipokufa kwa njaa watakufa kwa malaria na baridi. Hapo ndipo kitendawili cha uzazi wa mpango kinapoanzia. Lakini hata huo uzazi wa mpango wa Afrika ni kizaazaa tu, hauna kontrol hata kidogo. Makampuni kazi yake ni kumwaga bidhaa tu. Ni njia gani inafaa kwa uzazi wa mpango? Kazi kwa mtumiaji. Je, sindano, vijiti, vidonge? Ukiugua kansa kizazi, watakuuzia dawa za kutuliza maumivu ili ufe. Unajiona Wenzetu wanaishi, sisi tunakufa. Wanakula, sisi tunatoa vyombo. Hatuna haki ya kuishi, kwa sababu sisi ni nyani. Hata walimu wa historia wanatufundisha hivyo, binadamu walitokana na nyani. Kama ni kweli, mbona manyani hayabadiliki yakawa watu? Hilo hatuulizani. Afrika ni malighafi ya mzungu. Kazi ya nchi tajiri ni kudidimiza, si kunusuru nchi maskini. Hata siku mmoja, tuliambiwa tutunge sheria ya ugaidi, hata kama hatuna ugaidi Afrika tuliambiwa tuanzishe demokrasia ya vyama vingi hata kama vina tija. Lengo ni vyama hivyo kutuvuruga ili wao wachume. Mbona wao hawana vyama vingi? Unyenyekevu usiokuwa na maana ni sehemu ya ujinga pia. Ukiwa mjinga na maskini, utaporwa mpaka mke wako, tena mchana kweupe. Ukitaka kununua samaki na kahawa ya Zambia, sharti sharte uwe na dola kimarekani. Hivi hatuwezi kuwa na dola ya Afrika? Samaki wa ziwa Nyanza wametiwa kwenye kopo na kuandikwa made in Russia na kuja kuuzwa kwa Dolali Afrika, hatushituki tu. Samaki wetu wanavuliwa na mabota ya kirusi yanayokuangua mpaka mayai kuishnei. Afrika imekuwa uwanja wa fujo kwa sababu tumejenga majeshi yenye nguvu badala ya uchumi wenye nguvu. Nguvu hii ya majeshi ingetumika kumdhibiti mporaji wa Afrika, tungekula bata ee, badala yake majeshi yetu yanalinda waporaji na kuwawinda wanyonge. Mnyonge akiinua kichwa kudai japo mchuzi wa samaki atapigwa rungu. Kwa sasa Afrika haifanyi biashara na Afrika. Watu tunao, tuimarishe miundombinu yetu, tuvunje mipaka ya Berlin ili tuuziane Afrika kwa Afrika. Wazungu walitupangia namna ya kuabudu baada ya kuzita dini zetu ni za kishenzi. Wazee wetu waliokufa tunawaita mizimu, na wakati wao wanawaita watakatifu. Ukionekana na mfupa unaitwa mchawi, na wakati mifupa ya watu wao inavaliwa kwenye pete na mingine iko madhabahuni Ukionekana makaburini tunasema unawanga, na wakati kwao makaburi hadi yanafagiliwa kwa jina la dini. Kuoa wake wengi ni dhambi, sasa tunaoa mke mmoja na nyumba ndogo za kutosha. Utamaduni wa mke mmoja hadi kifo Afrika ni mgumu sana, hata kwa wazungu hakuna ndoa ya mke mmoja. Wazungu na waafrika wote tuna utamaduni wa ndoa za mitaala katika staili tofauti. Mzungu anaishi na wanawake wengi kwenye kati tofauti, na wakati mwafrika aliishi na wake wengi kwa wakati mmoja. Sasa tumeacha ndoa za kiafrika za wake wengi na kuingia kwenye ndoa ya mke mmoja mmoja na michepuko kibao. Nyimbo zetu nyingi za dini zimejaa vitisho na kukatishana tamaa, kiasi kwamba ukizifuatilia kwa ukaribu, hautoweza kuona uzuri wa Mungu katika uumbaji wake. Badala yake utaona dunia isiyokuwa na thamani, dunia iliyooza na inayokwenda kutupa motoni. Muda wote unafanya maandalizi ya kuondoka hapa duniani badala ya kuijenga dunia Ndiyo maana Afrika, kuwekeza kwenye mradi utakaoleta faida baada ya miaka mia moja tu, watakuita kichaa. Wanasema, we kipindi hicho utakuwepo? Utakufa mapema tu bwana we. Tulikuwa na elimu ya maarifa, tukadanganywa na kuletewa elimu ya vitabu, wao wakabaki na maarifa. Matokeo yake tuna maprofesa wengi wenye elimu bila maarifa ya ugunduzi. Umaskini wa upeo ni dhambi, inatuumiza sana, na kumbuka, dhambi haikupi muda unakosea, ina kuadhibu pale pale. Kwa sababu ya umaskini wa upeo tunaishi mahameni, kijiji kisichokuwa na umeme, maji, huduma za afya na shule nzuri. Siyo kijiji, ni mahame. Ee, mashariki ya kati sasa wanauza matunda dunia nzima, pamoja na kuishi jangwani. Ni kwa sababu nchi hizo ziliamua kutumia akili badala hisia katika kujiletea maendeleo. Wanalima matunda na kumwagilia kwenye miche tu, hata hilo tunahitaji wafadhili Afrika bwana. Wakoloni hawaondoki Afrika waondoke vipi? Na wakati bado kuna mali. Na kumbuka nzi hakai mbali na kidonda, ukimfukuza haendi mbali, anajua twasinzia tu, my brother from another mother. Kisha atarudi na kuendelea kula. Tumesinzia, wamerudi na sasa wanakula chakula chote, sisi tunatoa vyombo. Kwani anayekula minofu ya ziwa Victoria ni nani? Ugali wa udaga na mtama kwa kitafunia cha samaki wa bichi vimekuwa adimu sana Afrika. Matokeo yake ndo haya, kelele za kuwa wanaume wa Kinondoni hawana nguvu za kiume. Maendeleo tunayoyatamani huko Ulaya ya leo ni jasho la miaka elfu mbili na mia tano iliyopita. Ni pale Socrates alipokuja na mapinduzi ya kifikra katika kutatua matatizo. Watu walianza kuhoji, kudadisi na kutafiti badala ya kutumia hisia na mapokeo kutoka kwa miungu. Watu walitoka jasho, wengine walikufa na kuua kwa ajili ya maendeleo tunayoshuhudia leo. tunayo Afrika ni bora kufa kuliko kukutana na gharama za matibabu. Siku hizi Afrika wanawake wanapigania kuwa wanaume, wanaita harakati za usawa. Hii ndio kazi ya Engels, wameleta janga jingine. Ndoa zimekuwa ndoano, talaka ni fashion, zinazalisha umaskini endelevu. Kiafrika mke ni zawadi ya mume kutoka kwa wazazi wake, ndio maana mahari inalipwa na wazazi wa kiume. Siku hizi binti anajilipia mahari Kimsingi tunaonda Angels kusaidia kupitia watu wizi huu na ule tunaojua ni wizi ule ule. Maisha kuanzia mkononi kuishia mdomoni hayapendezi, haya ni maisha ya mende. Binadamu ameumbwa kuyamudu maisha na siyo maisha kummudu. Hujui leo utakula nini, na jana hukumbuki kama ulikula ukashiba, kwa mali tulizo nazo Afrika. Sisi siyo watu wa kuto kukumbuka kama jana tulikula na kesho tutakula nini. Maisha ya kula unachopata badala ya kula unachokipenda siyo hadhi yetu sisi ni wakula tukipendacho, bwana. Usafiri wa maskini ni punda na mkokoteni. Familia za viongozi Afrika, kila mtoto na usafiri wake, tena wa bei mbaya. Gari ya serikali kutwa nzima linazunguka kufanya kazi za familia. Afrika tuna utaratibu wa kumaliza mambo mazito ndani ya siku saba, na wakati Ulaya leo ilijengwa kwa miaka elfu mbili na mia tano iliyopita, na utasikia nakupa siku mbili, barabara hii iwe tayari, la sivyo utanijua. Haya yote yanatokea na tunayatazama tu. Ukizungumzia watalii ya Afrika tunafikiria wazungu, hatumfikirii mgana, mkongomani, mkamerun, mbotswana, mzulu na wengineo. Ni heri uwe maskini kuliko mjinga. Afrika, sisi ni waathirika wa vyote, ni maskini halafu wajinga. Ujinga ndiyo umetutia umaskini, hatuoni. Unakuwaje maskini kwenye misitu ya Kongo? We unakuwaje maskini katikati ya ziwa Victoria, viktoria na mto Nile? Unakuaje maskini kwenye ukingo wa bahari ya Hindi na Pacific? Unakuaje maskini juu ya mlima Kilimanjaro? Unakuaje maskini kwenye ardhi yenye mafuta na gesi? Tofauti kata ya utumwa wa sasa na ule wa mababu zetu ni mahali ilipofungwa minyororo. Babu zetu walifungwa minyororo shingoni, sisi tukafungwa kichwani. Babu zetu walifungwa minyororo ya chuma, sisi tumefungwa minyororo ya fikra. Lakini wote ni watumwa. Hakuna mwenye unafuu waafrika ndiyo jamii inayoamini kuwa wakoloni walitawala afrika peke yake china na malaysia pia zilitawaliwa na wamesonga mbele marekani ya leo ilikuwa vipande vipande kila mkoloni na kipande chake wakatokea watu wenye maono waliojulikana kama founding fathers walioamua liwalo na liwe kwanza wakatangaza declaration of independence halafu wakatengeneza katiba imara na kisha kuiheshimu. Hong Kong Singapore, Omani, Katar, Brunei, Australia, Kanada. Zote hizi zilipitia kwenye ukoloni, lakini mbona wao wanakula na kushiba? Tatizo letu ni kuwa pale tunaposhindwa kutafuta maendeleo, tunatumia ukoloni kama kisingizio. Wakati mataifa makubwa yanaungana kuvikabili vinchi vidogo, vinchi hivyo vinaendelea kugawanyika ili vishughulikiwe kirahisi. Sudan iligawanyika. Zanzibar